Tukitoka kaunti nambari 19 tuelekee kaunti nambari 34, ambapo wadau wa elimu wanakutana na maafisa wakuu wa wizara ya elimu katika kaunti mbali mbalimbali nchini kutathmini mikakati ya mpito wa sekondari ya juu. Wadau wameelezea changamoto mbalimbali mbali za utekelezaji wa mtaala wa CBC kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Kajiado Robert Masai. Uh... wanafunzi wa gredi ya 9 wakisubiriwa kujiunga na sekondari ya juu ifikiapo Januari mwaka ujao, wizara ya elimu inakutana na wadau katika kaunti mbalimbali kutafuta maoni kuhusu mikakati ya kuboresha masomo ya gredi ya 10, kando na kutathmini mahitaji ya shule na walimu watakaoendesha masomo ya sekondari ya juu. Katika kaunti ya Kajiado wadau walieleza mapungufu ambayo yanapaswa kushughulikiwa. Unakuta shule huko Masaini ndani haina hata ile laboratory, haina walimu wa kutosha na haina vitabu za kutosha kulingana na shule zingine na hawa wanafunzi wote wanafanya mtihani moja It is important and I want to urge the government to send more teachers to those very remote uh, places in Kajiado County because we find schools with only one teacher one CBO one, yes, uh, junior secondary Chicha. Viongozi wa vyama vya walimu Kajiada wakitaja kucheleweshwa kwa fedha za kufadhili elimu kama kikwazo kikuu cha kutekelezwa kwa mtaala wa CBC. Just resources. Kwa hivyo ministry serikali lazima itenge pesa ya kutosha na waweze ku release wakati unaofaa. And when it is delayed and also does not come in full, it affects our preparation for Muungano wa shule za kibinafsi unapendekeza kuwa TSC itoe nafasi kwa wataalamu wengine ili kuziba pengo la uhaba wa walimu na kuongeza utaalam zaidi kwa mtaala huo. Tuache kuwaza tu na kuwazua kwamba lazima mwalimu awe qualified ama registered kwa TSC, kwa sababu tuna subjects zingine ambazo zinahitaji wataalamu ambao wana uwezo zaidi katika kaunti ya Kericho washikadau wamelalamikia ukosefu wa rasilimali za kutosha kutekeleza mtaala wa CBC, huku wakihofia kuwa hali hiyo inaweza kuathiri vibaya masomo katika eneo hilo learning Uh, uh, maswala ya kutokuwepo kwa vitabu, ukosefu wa mahabara, wabo wa walimu na kutokuwepo kwa madarasa ya kutosha pia yaliangaziwa na wadau katika kaunti ya Tharaka Nithi. We therefore urge schools to be a little patient as we work around the clock to release the necessary capitation in line with our scheduled plans. Wizara ya elimu itatoa mwongozo kamili baada ya vikao na wadau kote nchini. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Kajiado.